Ukiambiwa Materuni waterfall ndo kama hivi, watu wanashuka kutoka. Vice President akiwa na <tipose> kichwa cha prokiwa <tipose> <tipose> namuona, namuona <tipose> jeni Jenifa Magoiga akiwa na safaki kwa pale nyuma, katikati wamemweka streka ambaye anaitwa Faustini Jerry <tipose> kuna mtu mmoja wa community development, mtoto hatari anapumzi kama nini hey! Huyo si mwingine anaitwa PC Sami huyo aya, hey! Cheki sasa, cheki sasa, watu wanafanya mambo. Kuna mtu kule nyuma, waziri wa michezo <tipulis> watu wanafanya mambo, watu wanashuka huku, ndo materuni waterfall.